Sawa kumkaribisha pia Ali Bakari Mufti sawa sawa. Mufti ukiona eh? hapo lazima <laughs> ah, tumkaribishe ah, bwana Mufti bwana kashangaa muda tu, akaambia bwana, sasa hivi nataka niende kidogo Unguja ndio akisema po zako Unguja kiangalia po kisema ah, mda wachankanywe chai unaweza ukafanya tu chamchana ukaunguja, hilo linawezekana. Alafu jioni usiku asema anarudi zangu mjini, hilo linawezekana. Chategeta umeenda kula vipopoo pale, Mufti vipi? Salama kabisa, mambo yanakwenda <laughs> alhamdulillah, furaha kwangu kuungana nanyi tena, Hamisa Abdurahman. Unajua kuna Abdurahman alafu Abdurazaki Nika karibu hivi kidogo. Yana ya maana tofauti. Ya ni kweli ni kweli. Uh, sasa so yeah, wewe ushakutana na mtu? Na mtu <laughs> tena. Ushakutana na mufti tena <laughs> na <utana, mufti> <laughs> <muna kwaza> kusema <laughs> shida itakuwa kwa Michael Yena. Eh, yeah, sababu mufti kuna kitu ambacho ni sababu bwana lazima nikupongeze. Naam. Jana uh, kuh... yani. Ndio, ndio bwana mufti hmm. Vitu kwa vinapanda hapo hapo yani kweli eh. Uh, unazungumzia katika tukio zima la kumsindikiza mwenzetu Rahabu Fredi Fungo, mufti bwana, vitu unavyona ile eh, yani hapo navyona eh, hapo hapo kiboko. yeah, eh, yeah, kabisa nakushukuru na kwanza. hmm. Eh, kwa wale ambao walikuwa wafahamu ama hawajui wanazungumzia nini, kwa maana ya kwamba ni katika ile safari mwenzetu, hmm. wetu, eh, ya kumsindikiza mfanyakazi mwenzetu alikuwa bosi wetu tulizoea kumwita dada Rahabu mm. Fredi Fungo mm. Kwa hivyo jana tulikuwa tunamsindikiza. Mimi nilikuwa na jukumu la kupiga picha, kwa hivyo matukio mm. mengi mm. ambayo walikuwa wanayaona picha mbalimbali nilikuwa nazipiga mimi. Sasa mimi nimekuja hapa lengo ni kuwakumbusha watazamaji wajue kwamba hizo mechi zitachezwa muda gani na channel ipi wataitazama hiyo mechi. Mechi zote za leo zitachezwa muda mmoja tu kwa maana ya saa nne kamili usiku na mechi ya Al Hilal dhidi ya Al Ahli ambayo Michael anasema yeye anataka muone huyo Al Hilal ndio anasonga mbele kwa maana ya kuingia robo, eh, nusu fainali. Hiyo mechi itachezwa saa nne na itaonyeshwa katika channel ya Azam Sports 1 HD. Uh, Esperance de Tunis yenyewe dhidi ya Mamelodi, hiyo itachezwa uh, utaiona kupitia Azam Sports 2 HD. Alafu Asfar dhidi ya Pyramids utaiona kupitia Azam Sports 3. Hii Azam Sports 2 ya uh, Esperance de Tunis, hii nyingine Azam Sports 3, na kesho tuna mechi moja ya Orlando uh, Pirates dhidi ya MC Alja ambayo na yenyewe itachezwa majira ya saa 4 na utaiona katika chaneli yako ya Azam. Yes, haya, utayapata kwa undani zaidi ukipita katika ukurasa wetu wa Azam TV Sports uh, kwa upande wa Instagram na Facebook na Twitter utaweza kupata hivi. Ndugu yetu Musa Katunga atakuwa ameweka vitu hivyo, ratiba mbalimbali zinazohusiana na ligi mbalimbali ambazo zinapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV. Yes, tutoke hapo tuende katika ukurasa mwingine. Huyu ni Ally Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Africans ambaye jana alikuwa na kampeni yake ya mashati day. Lakini ameweka posti hii, ni Pacome Zouzoua. Nini ameandika Ally Kamwe? Kwa sababu jana huyu bwana alichaguliwa kuwa ni man of the match kwa maana ya mchezaji bora wa mechi ya jana dhidi ya Coastal Union ambayo Young Africans ilishinda goli moja bila, na mfungaji alikuwa ni huyo. Ali anasema goli nane, assist tisa so far eh, kabatini kwake kuna tuzo sita za man of the match. Tuzo tatu kazibeba kwenye mechi za ugenini, tuzo tatu kazibeba kwenye mechi za nyumbani, na kubwa zaidi tuzo tatu za man of the match zibeba kwenye mechi tatu mfululizo. Mabibi na babwana, huyu sie mwingine ni El Profesa Pacome Zouzoua. He is on fire. maneno hayo ya Ally Kamwe. Mungu aendelee kumpa afya njema tukamilishe jambo letu msimu huu. Jambo gani? Ally Kamwe na Young Africans bila shaka watakuwa wanajua au Asp eh. Apa, <laughs> niku, <laughs> niku, niku. <laughs> Yes, nataka kunipigisha sauti, tarudi kwako Hamisa, hawa <laughs> Yes, ni Singida Black Stars ambao, mm. wa tayari wameanza safari ya kuelekea wapi? Kule ni Tanga, Tanga. Mm. ambako mechi ya kwanza kabisa kwa msimu huu itachezwa pale mkokwana, ama sio? Uh, ni mechi dhidi ya Coastal Union. Mechi hii itachezwa tarehe kumi wanasema timu imewasili salama Arusha, itapumzika hapa na kesho kuendelea e na safari ya kwenda jijini ama, e, Tanga, huko kujiandaa na mchezo unaofuata dhidi ya Coastal Union. Hii post wameiweka e, usiku kwa maana ya leo, maanake wanaanza safari ya kwenda e, Tanga. Mechi utaiona pale katika dimba la Mkwakwani, mechi kali kabisa bila shaka hii. Lipia mapema kisimbuzi chako. hii ni Simba Sports ama ukurasa wa Simba Instagram kule e, wanasemaje Ndugu mwana Simba, hii tunavuka, ni jambo la muda. Kesho pale kwa Mkapa tunamaliza hili, lakini kikubwa, tazama picha hapa, wachezaji wa Simba uh, wakiwa mbele hapa hapo uh, kuna gete yani eneo ya ambalo kuvukika hapo ni kazi kweli kweli, kuna sinyenge juu, kuna hizo nondo hapo zimepita, yani kama kuna kizuizi, lakini kwa Simba bila shaka kizuizi hichi huenda uh, kesho Kika ondolewa na nini wanakitaka Simba? Wanataka kufika hapa nusu fainali ya, yeah, Confederation Cup. Am, um, uh, ngoja kirudi lakini Kibu yupo pale, Mpanzu yupo pale, Fernandez, uh, Mavambo, eh? Yupo pale. Yeah. Mm. Yes. Nafikiri hao wanafaa yani kufungua ule mlango ama geti. Yes, yes, hao hapa. Fernandez, Mavambo, Mukwala, yu hapa yupo mbele kabisa. Kibu Denis, huyu hapa huyu hapa, oh. Huyu hapa ibaap oh, uh, Eli Mpanzu au maiko yero kwa nataka awepo nani pale semaji? angekupa semaji ya <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <laughs> Lakini kikubwa ni kwamba hii tunavuka bwana, ah, mm. <laughs> huyu <laughs> <laughs> ni Edna Lema bwana, jana alikuwa katika benchi la ufundi pale la Young Africans, tunaweza tukasema Yanga, Yanga, Yanga senior. Mm. Mm. Timu eh ya wakubwa, tukisema timu ya wakubwa, mm. <laughs> yeah. yeah. Sasa anasemaje? Anasema, anasema ndoto yangu ishabadilika, nipeni hata Madrid huku Afrika nishamaliza. Lakini ameandika kule kwamba ni utani na hizo emoji za kucheka. Asanteni Yanga, najua siku moja nitaondoka kwenye klabu hii, kwa kuwa ndio maisha yetu ya ukocha yalivyo, lakini heshima mlionipa leo ni kubwa na ya kihistoria kwangu. President, wewe nitakuja na andiko lako siku nyingine, kwa sasa wewe nitafutie namba ya rais wa Real Madrid kwa maana ya mzee nani Florentino Perez. Eh, Perez, Perez, Perez, Perez. Mm, Perez. Perez, anaitaka hiyo Edna namba ya Florentino Perez, sija nataka kumwambia nini. Lakini Dickson Job, huyo nahodha msaidizi wa Young Africans, naye amekuja kucomment akisema kwamba kocha wa bodi Hamisa, yeye nilitaka kidogo utie neno kidogo tu tukio lile lililofanya Young Africans kumweka hapa katika nyakati hizi ambazo ligi ile ya wanawake imesimama. yeah, of course, uh, kocha Edna Demalisha alizungumza mara nyingi tu alinukuliwa kwamba ndoto yake ni siku moja kuja kufundisha timu ya wanaume. Kwa hiyo kitu kizuri ni kwamba Young Africans wamei wameiona wame ndoto yake na wamejaribu kumtengenezea mazingira ambayo anakwenda pale kwenye benchi la ufundi la Yanga anakutana na makocha ambao wana experience. Kwa hiyo kuna namna ambavyo anajijenga yeye kwenye kiria yake, anaijenga experience yake kwamba ni namna gani inawezekana kwako kwa ikawa kwa rahisi kuweza kuishi na timu ya wanaume, na ikumbuka msimu jana alikuwa Biashara United, yeye pamoja na Amani Josia. Yes. Kwa hiyo anakuonyesha ni mtu ambaye ana desire siku moja kufika katika katika katika sehemu fulani, na ikifikia ikisifika siku akafanikiwa, basi atakumbuka Yanga kama ni moja ya watu ambao walifanikisha yeye kuweza kufika hapo, kwa sababu naamini yeye kuwepo kwenye benchi la, la, la la ufundi la Young Africans kuna vitu vingi sana ambavyo anajifunza kwa kina Miludi Hamdi, walimu ambao wana experience kubwa ya soka la Afrika na sasa hivi anafundisha soka letu la Bongo. Kwa hiyo kwake namtakia kila la heri kwa sababu kila mwenye juhudi basi baadaye anakuja anafanikiwa. Umevutiwa na wewe, umeona hapo, umevutiwa sana? Ah, okay, sababu natamani siku moja mm, tuwe wengi sasa. Hapo hujaeleka sawa, mm. kuvutiwa pale ndani ya timu ya Yanga ama kuwa katika sehemu za benchi la ufundi. Benchi la ufundi nimekusogezwa pale katika ah, benchi la ufundi la timu ya yeah. Yanga sasa hicho hi, hi, ndio kimenivutia, sababu yes. naamini kuna kitu, kuna kitu ambacho anakwenda kukitengeneza katika keria yake, na ipo mm. siku atafanikiwa yani, mm. <laughs> <Hendo mani laughs> E, na naamini ipo siku eli na atafundisha timu yake kuepo pale penye timu fulani, namtumia kama daraja akifanikiwa. ee, ee. Na mimi nitakuwa namwangalia nasema iko siku itafika. Unatamani kuwa kocha binafsi eh? Okay, sawa. Yes, tumalizia na hii bila shaka unawezekana ulikutana nayo huko katika mitandao ya kijamii miaka kadhaa iliyopita. Huyu ni eh, Kaka aliwahi kucheza AC Milan kwa mafanikio makubwa, lakini alikuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Brazil, lakini pia alipita Real Madrid. Hilo alipaswa kuachwa kutajwa. <laughs> Alipewa kadi ya njano lakini baadaye refa akaenda kuomba selfie na eh, Kaka. Eh, ni tukio kidogo ambalo lilikuwa limevuta, hebu leo tazame tazame. Unajua refa akitoa kadi ya njano. Afa karudisha, afa anaingiza tena mkono mfukoni, unahisi anatoa nini tena? Kadi nyekundu, kadi nyekundu, lakini ni michezo ile ya hisani yeah. Kwa hiyo inakuwa mm, ina, mm, ina, mm, ina vimba vitu vingi sana yeah, na watu yeah, mara nyingi yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, ni kuonyesha vitu kama hivyo. Najua usipomuona kaka leo utamwona lini? Yeah. Tena hapa hapa bwana yeah. yeah. <laughs> Mimi Saidi Msumi um, narejesha kwako ki jiti hiki eh, niwakumbushe tu ya kwamba leo hii kuna mchezo mmoja wa NBC Premier League, lakini kesho tutakuwa na michezo mitatu ya NBC Premier League na mchezo mmoja ambao, uh, kwa Tanzania hapa, na maanisha CAF uh, Confederation Cup, Simba Sports inaikaribisha Al Masri. Mechi hizi zote zinapatikana katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lipia mapema kwa kusaidi. Asante sana mufti Hamisa <laughs> alikusifia itosha kusema Hamisa alikusifia. Asante na salamu kutoka Unguja na mamula zitakuwa zimepatikana, Ali Bakari. <laughs> Uh, mufti ndio ambao tunamwaga kwa wakati huu, lakini pia ndio navyoachana na jopo langu hili hapa la Marko Hira, kijana kutokea Mbinga lakini sio Mbinga finest, pamoja na Hamis Abdurahman ambaye ni kocha lakini mchambuzi wetu hapa. Mimi ni Said Salim sum, tukirejea ni the pitch. Tupate mapumziko mafupi sana, kisha tunarejea.